Zahanati na mtazamaji wa Tumaini Televisheni, karibu katika kipindi chetu pendwa, fahari yalioko wengi na hii ni zahanati. Chagua kuwa na afya na afya iliyokuwa bora, afya yako ndo mtaji wako. Mimi ni Eve Anton Kazimoto, Woman of Grace. Niko hapa kuhakikisha kwamba afya yako na ya kwangu inakuwa sawa lakini leo nipo katika hospitali ya rufaa mkoa Mwananyamala, na kubwa zaidi, tutaenda kuzungumzia kuhusiana na mpangilio wa chakula, ule nini unywe, nini kwa wakati gani, ili uwe na mwili ambao uko sawa. Niko na daktari hapa, amba mtaalamu wa masuala ya lishe eh, kutoka katika hospitali hii ya rufaa ya mkoa wa Mwananyamala. Habari za leo daktari. Salama kabisa. mm. Habari za kazi nawe. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanakwenda. Au auche, lakini tumesogea. <coughs> Karibuni sana katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Mwananyamara hapa okay. Ndiyo. kwa faida ya mtazamaji tungependa kufahamu majina yako na nafasi yako hapa katika hospitali hii ya Mwananyamara. Asante sana kwa jina, mi naitwa Walbert Mgeni Ndio. E, hapa Mwananyamara mimi ni afisa lishe mwandamizi wa hii hospitali kwa hiyo e, nasimamia au kushauri e, wateja wetu mbalimbali kuhusiana na maswala ya lishe kwa ujumla. Okay, lishe. Ndio, ndio. Tunaposema lishe kwenye lishe lishe tunamaanisha nini hasa? Kwa nini lishe? Asante sana e, lishe mara nyingi watu wamekuwa wakichanganya hmm. Lishe na chakula hmm. Sasa lishe tunasema ni mchakato yaani kuanzia pale chakula eh, unavyokula chakula unatafuna una meza, mm, kisha meza chakula kinafika tumboni kinasagwa, mm, au kinakuwa digested mm. Baada ya pale tunapata virutubishi. Sasa vile virutubishi vinaingia kwenye mwili wa binadamu. Vikisha ingia pale, virutubishi vinafanya kazi mbalimbali mbali. Sasa matokeo ya lishe tunasema kwamba mtu anaweza akawa na lishe nzuri au akawa na lishe mbaya sasa kati ya lishe mbaya, mojawapo mtu anaweza kawa na unene uliopitiliza. Sasa unene uliopitiliza sio lishe nzuri, hiyo ni lishe mbaya. Sasa watu watu tunachukulia kwamba lishe mbaya ni mtu mba aliyekonda tu. Ah ah, hata uzito uliozidi tunasema ni matokeo mabaya ya lishe ndugu mtangazaji. Hmm. Okay. Kwa kipindi kilichopita, majuma yaliokwisha, tulizungumzia sana kuhusiana na uzito uliopitiliza, tukaongelea masuala ya kiriba tumbo, tukaona athari ambazo zina, zinapelekea mtu kupata kiriba tumbo, na tukaona hususan siku hizi kama vile ni lifestyle mtindo wa maisha umepelekea watu kuwa wanene. Lakini tukiachana na hayo yote sasa, hebu turejee sasa, tule nini kwa wakati gani, ili tuweze kupata afya na afya ilikuwa bora kupitia makundi yetu matano, makundi matano mpaka sita sasa ya chakula hmm. Asante sana ndugu mtangazaji umesema eh, kitu cha msingi sana hmm. kwamba huwa tunasema kwamba mwili haujengwi kwa, kwa matofali hmm. mwili unajengwa kwa kula chakula hmm. kwa hiyo asilimia kubwa hmm. kwamba hawa watu wanakuwa na, na, na uzito uliopitiliza au unene uliopitiliza ambao tunasema sio sahihi kiafya kitu kikubwa kinachochangia hiyo ni chakula wanachokula, mm. Ingawaje tunasema na mtindo wa maisha, kama mtu hafanyi mazoezi mm. nini nini, na yenyewe inaweza kapelekea <laughs> lakini kiasi kikubwa asilimia, naweza nikasema karibu asilimia themanini inatokana na chakula tunachokula. Sasa umesema vizuri sana ndugu mtangazaji, kwamba tuna makundi sita ya vyakula mm. sasa kwenye haya makundi sita ya vyakula mm. kuna baadhi ya makundi yenyewe yanachangia kwa kiasi kikubwa sana akuja kuyagusia makundi yeah. yote yeah. na kudadavua kundi moja baada la jingine tuone je, mchango wake katika kufanya mtu awe na uzito au nene uliopitiliza, yeah. yanachangia vipi? Lakini sio tu chakula chenyewe yeah. na na mapishi yeah. eh, kwamba hicho chakula hicho je unapikaji. Kwa hiyo tutadadavua hilo kwa undani kabisa ili mtazamaji wetu na msikilizaji yeah. aweze kuelewa kwa undani kwamba hapa chakula anachokula hiki chakula aina hii au hiki chakula anavyopika kwa njia hii, basi nitegemee kwamba uzito wangu utaongezeka au uzito utapungua, ndugu mtangazaji. Okay. hmm. Yaya, sasa tukianza kwenye makundi haya ya vyakula hmm, kama nilivyosema kwamba kama tunavyoona kwenye kadi yangu hapa hmm, tuna makundi sita ya vyakula. Sasa kuna kundi hili la kwanza hili tunaita kundi la nafaka, mizizi na ndizi mbichi. Eh ee, hili ni kundi la kwanza hili. Sasa kwenye hili kundi hili tunapata wanga au kwa kitaalamu tunasema carbohydrate. Sasa carbohydrate, e, huwa inachangia kwa kiasi kikubwa sana kwa mtu kuweza kuongeza uzito au kuwa na unene uliopitiliza. Kwa hiyo sasa huwa tunashauri kwamba vyakula vya kundi hili ambalo mfano ningesema mizizi inamaanisha kwamba kuna mihogo Mingo, kuna viazi vitamu eh, viazi mvilingo ambao hata mambo ya chips haya hivyo mm. Eh, ndio viazi mvilingo, lakini kuna ndizi eh, ndizi ziko za aina nyingi. Kuna ndizi za Bukoba, ndizi za Moshi, ndizi za Mbeya mm. Lakini nafaka hapa kuna eh, tunasema kwamba kuna mahindi ambapo ndio tunapata ugali, kuna mchele mm. Kuna mtama na ulezi na vitu kama hivyo uwele hivi mm. vyote hivi sasa hivi vyakula kama hivi hivi nilivyovitaja vinachangia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kama mtu anataka kupungua uzito au asio na uzito uliopitiliza, hivi vyakula inabidi ale kwa kiasi kidogo kabisa, sio ache kabisa, kwa sababu hivi kila unahitaji vyote. Yes, unahitaji, kwa sababu kila kundi hapa lina kazi yake. Sasa hili kundi hili kazi yake ni kupa mwili nguvu, kwa hiyo mtu sio kwamba ache kabisa, tunasema kwamba ale kiasi kidogo mara nyingi tunapowaelimisha wateja wetu ambao wana uzito uliopitiliza huwa tunasema kundi hili, kwa mfano ugali au wali, tunasema ale e, ukubwa wa ngumi yake, yani kama mimi nilivyokunja hivi ngumi yake. Kwa hiyo hicho ndio ni kiasi cha e, hivi hivi vyakula vya kundi hili navyohitaji kula, lakini kama nilivyosema awali na mapishi naona mapishi sasa ma... yeah, sasa... umesema sahihi kabisa sasa mapishi eh, wengi sana tunapenda kutumia mafuta kukaanga kaanga eh, kwa mfano nikisema kwenye, kwenye viazi, kwenye mihogo, kwenye majimbi, tukija kwenye ndizi hizi vile vile eh. Kuna kutumia kwa kufanya nini, kukaanga, kutumia mafuta hmm. Sasa njia sahihi kwa huyu mtu ambaye anataka asiwe na unene e, uliopitiliza au na uzito sahihi, tunasema kwamba njia ambazo ni nzuri, tunasema ni kuchemsha hmm. Kuchemsha tunasema vile vile kuchoma, lakini vile vile kuoka e, kwa hiyo hizi ndio ni njia nzuri kabisa kwa mtu anayetaka kupunguza uzito au kuwa na uzito sahihi, kuliko tunasema kwamba kutumia mafuta na sasa hivi kama ulivyosema, watu wanaona kama unene nini ni fashion mm. Kwa hata hizi njia za za mapishi mm. Kama tumegusia chips eh, mm. Eh, unakuta kwa wanasema chips mayai. Kwa hiyo yote unakuta kwamba ni mafuta. Sasa ukichukua hata kipande kidogo tu cha ile chips ukikamua, unakuta kwamba mafuta mengi sana. Kwa maana yale mafuta yote yanaingia mwilini. Kwa hiyo yale mafuta yanapoingia mwilini pamoja kwamba nimesema hivi vyakula vinapelekea tuongezeke uzito na unene basi na yale mafuta yale yataingia mwilini, yakiingia mwilini yanaenda kuhifadhiwa. Yakienda kuhifadhiwa, ina maana kwamba tayari umeshakuwa mnene, mafuta yasiokuwa na kazi mwilini. Yes, mafuta ya ziada, si sawa ya kabisa na ya. na a tunasema, na walao tutumie mafuta ya alizeti. mm -hmm. Naona lakini haya mafuta ya aina nyingine ndio ni mabaya kabisa, hayatakiwi. Kwenye alizeti na um, zaituni huko olive oil yani katika mafuta hmm. Tunasema kwamba mafuta ambayo hmm. ni mazuri yani kwa mtu anayetaka kupungua uzito au kwa afya hmm. ni hayo mafuta ya mzeituni ambayo ni elbu, olive oil hmm. Lakini kwa bahati mbaya e, haya mafuta bei yake iko juu kidogo hmm. Kwa hapa nchi wengi tunashindwa kwa sababu ya bei. Kwa hiyo kwa hapa huwa eh, eh, tunawashauri watu katika nchi yetu kwa sababu mafuta ya alizeti ni mengi yeah, na tunalima alizeti hapa hapa kwao, tunawashauri watu watumie nini, mafuta ya alizeti yeah, kuliko hayo mafuta ya olive oil, lakini kama mtu ana uwezo anaweza akachukua akatumia mafuta ya mizeituni yeah. Kwa hiyo hapa tulikuwa tumelijadili hili kundi la kwanza yeah la nafaka, mizizi, na ndizi. Kwa hiyo mtu kama anataka kupungua uzito atumie kiasi kidogo, ambayo nimesema ni ukubwa wa nini, wa ngumi yangu. Na katika upikaji wa kuchemsha, e, kuoka, hmm, na kuchoma. Okay. Eh, hii ndio ni mapishi mazuri, kwa hiyo yule mtu ambaye anataka awe kwenye mkakati wa kupunguza uzito asiwe na uzito mkubwa, basi azingatie hayo katika hili kundi ambalo nimetoka kuliongelea. okay. Eh, tunaendelea na makundi kundi yetu ya vyakula. Kundi jingine tunasema ni vyakula vya asili ya mikunde na mbegu za mafuta. No, sasa Mama, ya e, sawa kabisa. Kunde kama kunde. Kuna, kunde, kuna mbaazi, kuna njegele mm. kuna njugu choroko, mingi nyingi, mm. tu lakini tukienda kwenye mbegu za mafuta mm. hapo kuna karanga mm. kuna korosho, kuna ufuta na mbegu nyingine nyingi ambazo ndio zinatupa yale mafuta yanayosema mafuta mm. ya mimea. Hili ni kundi jingine. Sasa hili kundi la hapa, hapa tukirutubishi tunachopata tunapata protini sasa protini kazi yake ni kujenga mwili mm. Ehe, hiyo ndio ni kazi ya protini. Sasa katika uzito, hili kundi halichangii sana mtu kuweza kuongezeka uzito, naona lakini kinachochangia, tunarudi kule kule kwenye mapishi. Kwa mfano ndugu zangu wa pwani, hata hapa Dar es Salaam ni mojawapo, unakuta mtu amepika maharaji yake pale amepika njegele lakini ameweka nazi nyingi mm. nazi sita. Ehe, wanasema chakula ni nazi. Hey, watu, wali nazi sita. Ehe, yeah, yeah. Kwa hiyo tunarudi kule kule. Kwa hiyo ukiweka nazi zako nyingi ukaweka mafuta mengi tutarudi kule kule kwenye madhara ya lile kundi la kwanza. Kwa hiyo mapishi, kama nilivyosema, yanachangia kwa kiasi kikubwa sana, lakini hili kundi la mikunde hili likipikwa vizuri kwa kuchemsha na kuweka mafuta kiasi hata nazi hizo zikauka kiasi, lenyewe halina athari sana katika kuongeza uzito. Kwa nini tusi, tusitoe tusitoe mafuta tukabaki na nazi kama nazi? Haiwezekani katika mapishi um, mimi nimeamua kuchemsha ndizi yangu <laughs> nataka nipate mafuta, natumia nazi, nataka nichemshe ndizi kwa kutumia tui la nazi pasipo mafuta, naweka kitungu changu na vitu vyote, lakini Ndiyo. Isi tie mafuta <laughs> na nazi mbadala. Asante sana ndugu mtangazaji. mm. Nazi yenyewe ni mafuta. mm. E, nazi ni mafuta bila shaka, mtangazaji, usikuje wewe kusikia mafuta ya nazi hiyo, yeah, e, kwa hiyo hata ukipikia lile tui lenyewe ni nazi ile, naona ile ni nazi tayari. Kwa hiyo ma, mm. ma, ma ukitumia hata nazi yenyewe ukaweka pale tui la nazi, mm. tayari nini ni mafuta. Kwa hiyo huwa tuna washauri watu licha kusema kwamba atumie eh, hayo mafuta mengine kwa kiasi hmm. Lakini hata tui lile la nazi na lenyewe hmm, lazima atumie kiasi. Akitumia eh, mengi, tunakwenda kule kule kwenye mafuta. Kwa hiyo eh, tuwi la nazi ni mafuta hmm, liko kwenye kundi la mafuta, ndio kama nilivyokuambia mtangazaji, kuna mafuta shida. Unajua kwamba kwamba vile vitu ambavyo huwa vinafanya watu waongezeke uzito hmm, mara nyingi ni vitamu Hmm. Kama nazi suna unakiweka eh, nazi nyingi unakuta shata, shata. Eh, unakuta ile ladha ya chakula. Sasa hivi vitu vinavyofanya kwamba chakula kiwe kitamu sana kizuri, unakuta vingi vinakuwa na athari kwenye kufanya nini kuongeza hmm. uzito wa mwili kwa mtu kumfanya asiwe na uzito. Kundi lingine, wakati tunakwenda kwenye mapumziko kwa kwa sababu ya makundi sita, yes. angalau kwa juu juu eh, sawa kabisa eh, kundi jingine tunasema ni, ni vyakula vya asili ya wanyama na mazao yake. Naona sasa ili kundi maziwa, la vyakula ya ehe, kuna maziwa kuna mayai hayo ni mazao ya, na, ya, ya, ya wanyama naona na, na, lakini hapo nakuta kwamba kuna eh, kipande kicha kuku paja hapa kuna samaki kuna dagaa kuna nyama ya ng'ombe. Sasa kwa mtu anayetaka kupunguza uzito tunasema kwa mfano kwenye maziwa tunasema kwamba anywe maziwa yale ambayo yameinguliwa mafuta au kitaalamu tunasema skimmed milk. Mm. Eh, hata uke watu wakienda kwenye maduka au kwenye supermarket huko. Kuna maziwa ambayo naona yameandika low fat. Eh, hey, hata hayo ni mazuri. Low mm. fat au skimmed milk. Sasa mm. katika huko nyumbani ukichemsha maziwa yako mm. ile ile ile ile, so ile cream ya juu ile unaiondoa. Uh -huh. Ndilu, kama nilivyosema, vitu vitamu vile ndio vinasababisha <laughs> uzito kwenye uh -huh. mwili, lakini kwenye yai vile vile tunasema, anataka uh -huh. kupungua uzito, kwa siku anashauriwa ale yai moja tu na okay. kiini chake kile cha katikati cha jano, lakini uh -huh. kama nataka kula zaidi ya yai moja, basi la kuchemsha yes, ndio ni zuri zaidi uh -huh. kuliko la kukanga uh -huh. kwa hiyo anaondoa kile kiini, kiini anakula ile nyeupe tu ya nje. Huyu mtu ambaye uko kwenye mkakati wa kufanya nini o, kupunguza mm -hmm. uzito, anataka kupunguza mafuta, atumie nyama nyeupe, lakini mm -hmm. na mapishi, tunarudi kule kule mapishi gani? Nilisema chemisha, eh, samaki tumchemshe. Tumchemshe, tumchome kuku, tumoke, tumchemshe, tumchome, tumoke. Tumoke. <laughs> Hiyo huyo anaetaka kupunguza uzito kwa na uzito sahihi, basi atumie hizo njia za upikaji na ale nyama nyeupe. Ndugu mtangazaji, tunakwenda mapumziko mafupi, tukiishi hapo tu Chemshe, tusikaange, tuchemshe, tuchome, ndio namna ya kuweza kupungua. Mtazamaji wa Zahanati, kipindi pendwa, fahari ya wengi, umeweza kusikia angalau kwa uchache nini kifanyike ili tuweze kutembea katika miili ambayo ni inafaa kutizamika. Yani zile kuna miili ambayo haitaki kukosa hata mavazi ya ya kuvaa kwa sababu ya unene uliopitiliza. Kwa hiyo jua hayana mengine mengi, endelea kubaki na sisi. Tunakuwa na mapumziko mafupi, tutarejea hivi punde.

Na, mtazamaji wa kipindi cha Zahanati, tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi, na hii ni ungo wetu ya pili na ya mwisho, na kumbuka, tuko katika hospitali ya Rufaa mkoa Mwananyamala na niko na mtaalamu wa masuala ya lishe kubwa zaidi. Leo tunaangalia kupitia ile makundi matano, makundi sita ya chakula, tule vipi, kwa kiasi gani, ili tuweze kuwa na miili ambayo inatakiwa, miili ya kawaida ambayo mtu anatakiwa awe nayo na sio ya unene uliopitiliza. Narejea kwako mtaalamu. Asante sana, asante sana. Tumeshaongelea <laughs> uh, makundi kadhaa, twende e kwenye kundi lingine ambalo ni kundi kidogo limekuwa lina ukakasi <laughs> Asante sana, asante sana. <laughs> e, eh, kusema kweli kundi jingine ambalo nilikuwa nataka ni niongelee ni kundi mm. la matunda. Mm. Eh. Sababu hapo kuna matunda ambayo naambia matunda ya sukari sana, sio yenye nyuzi nyuzi ndio natakiwa. Mtangadaji, kuna nini sasa? Uko sahihi kabisa. E, eh, tunataka tuweke mambo ya clear kabisa. Sawa kabisa. Mm. Matunda mm. ni kundi jingine. Kwamba mm. matunda kweli tunahitaji kula mm. ili tunavyotaka tukamilishe mlo kamili. Sasa mtu ambaye yuko kwenye mkakati wa kupunguza uzito au anataka siwe na uzito mkubwa, hmm. tunasema kwamba matunda kwa sababu yapo hapa, matunda yana sukari nyingi hmm. kwa mfano tukiangalia ndizi za kuiva hmm. eh, kuna nanasi hmm. eh, kuna tikiti eh, kuna tikiti maji eh, hmm. lakini kuna avokado. Unaona sasa mba. kuna baadhi ya matunda hapa, tunasema kwamba inabidi tule kwa kiasi kidogo hasa na hmm. haya matunda yenye yenye, yenye, yenye, yenye sukari nyingi kwa hiyo huyu mtu sio kwamba ache kabisa kula matunda hayo mm. Aa, anakula kidogo, kwa mfano ndizi anaweza kala tu robo kipande cha ndizi. Anapokuja kwenye nanasi, nayo anakula kipande kidogo tu. Akija kwenye tikiti maji na lenyewe anakula kidogo, lakini akija kwenye parachichi au avocado, kwa sababu parachichi avocado na lenyewe lina sifa linakuwa na mafuta, mafuta. Eh, kwa hiyo kila kiasi kikubwa tutarudi kule kule kusema kwamba badala anataka apunguze uzito atarudi kule kule kwenye uzito uliozidi. Sasa kuna watu wengine wao wanasema kwamba yeye anaishi kwa kula matunda tu mm. Mimi nataka tuweke clear na ule ulaji ee, wa matunda tule kwa katika nyakati zipo kwa ee, sababu kuna watu ambao wanatuambia tunataka kula matunda mida ya usiku, wengine wanakuambia hapana, usiku matunda hayafai, ule matunda muda wa mchana. Matunda haya labda ambaye ana sukari nyingi hayataki kuliwa taki kuliwa usiku, nitakiwa liwa asubuhi na nyakati za mchana kwa sababu ya nini? Leo utatudadavulia. Asante sana. Sasa mm. matunda kama matunda alivyosema mm. haya yenye sukari mm. inabidi yaliwe ya kwa kiasi kidogo mm. lakini muda wa kula matunda watu unasema kwamba yani mlo kamili mm. mlo kamili, kwa hiyo matunda hata asubuhi mm. kwa sababu watu hatuna hatuna mazoea ya kwamba eti asubuhi tunasema kwamba huwezi kula matunda hapana mm. unaweza kula matunda asubuhi unaweza kula matunda na mara nyingi e, huwa tunasema ni baada ya, ya, ya kula kile, mm. ya mlo, baada ya mlo e, wenzetu, we, we, wazungu e, wanasema zile kuna kunakuwa na, na kozi mbalimbali, mara nyingi kozi ya mwisho inakuwa ni matunda. Kwa hiyo unaweza mm. kula asubuhi, unaweza kula kwenye wakati wa chakula cha mchana, unaweza kula wakati wa chakula cha usiku, kwa sababu e, matunda yanapatia vitamini na madini. Sasa vitamini na madini hii tunahitaji sana kwenye mwili No, lakini yule ambayo yuko kwenye mkakati wa kupunguza uzito kama nilivyosema, hmm. matunda sio kwamba inabidi tutule tuna. Sasa hivi kuna hiyo mtindo wa kuchanganya changanya matunda mengi hmm. sasa hiyo kuchanganya changanya matunda mengi kitaalamu sio vizuri sana, unaona hmm. ni afadhali ule tunda la aina moja, kwa sababu haya matunda huwa tunasema kwamba virutubishi huwa vinakinzana sasa ukichanganya okay, changanya haya matunda bila kuzingatia utaalamu wake, unaweza ukakuta kwamba matunda fulani yanasababisha kwamba vitamini au madini fulani yasifyonze kwenye mwili, okay. Nauna, kwa hapo hey, kwa sababu kuna sayansi yake hapo. Unakuta kwamba kuna matunda mengine yanawezekana yakawa na tindikali nyingi mm -hmm. mengine yana asidi kwa wingi. Sasa unapochanganya hapo, unaweza ukaleta mkinzano wa ufyonzaji katika mwili, kwa hiyo ni vizuri kama ikiwezekana kula tunda la aina moja, ikiwezekana sana sana ya aina mbili. Hiyo unaweza kupunguza huo mkinzano wa ufyonzaji wa nini, wa virutubishi katika hapo hapo hapo hapo. Mtaalamu, kuna swala la squeeze la portion ya matunda na kuja container ya matunda na matunda mchanganyiko umeekewa, mm-hmm. alafu unasema niko kwenye eh, balance nafanya balancing diet, niko kwenye diet yangu kidogo hapa, kwa hiyo mchana nakula tu portion ya matunda <laughs> ndiyo, ndiyo. Uh, matunda mchanganyiko na nina, nina, nina, nini na nini na nini Ndiyo. Usiku sili matunda au usiku mwingine mwingine, usiku anakula matunda tu. Kwa hiyo mtu weke i clear kabisa kwamba tunavyorudi katika mpangilio wa chakula ni lazima mlo wako uwe na makundi yote sita kwa kiasi kidogo kidogo kidogo kidogo. Sasa we... na sio kula labda matunda tu, tunasema kiasi. Tunasema kwamba hmm. Kila mlo mtu anavyokula lazima awe na makundi yote sita mm. Lakini tukaona kwamba kwa nchi zetu hizi za Kiafrika sli inakuwa ni ngumu mm. Kwa hiyo savi, tunasema kwamba unavyomaliza siku mm. Lazima uhakikishe walau umekula chakula kutoka kwenye kundi mojawapo kwenye haya makundi sita. Okay. No, lakini kama na uwezo, kila mlo ukiweza kufanya kwa mlo kamili na makundi yote sita vizuri mm. Lakini eh, kama haiwezekani basi, walao hujitahidi inapomalizika masaa ishirini na nne walao kutoka kwenye kila kundi hapo umekula umegusa, ee, umegusa kitu, hiyo inakuwa ni vizuri, lakini hiyo kusema kwamba unakula eti chakula cha aina moja. Wewe unakula matunda tu, hapana, sio sahihi mm. Kama nilivyokuwa nasema, kila kundi la chakula hapa lina kazi yake mm. Sasa ma, ma, matunda haya niliyozungumzia unakuta kwa hapa yana vitamini na madini, unaweza uka, ukapata vitu vingine kama hiyo wanga mm, ukapata protini kutoka kwenye matunda lakini kwa kiasi kidogo, kwa mm. hiyo matunda Eh, kirutubishi kikubwa tunachopata zaidi ni vitamini na madini, lakini tunapata madini kwa wingi zaidi. Kwa hiyo ni muhimu, sio kula chakula cha aina moja, kwamba sijui, wewe unaamua unakula tu nyama peke yake, wewe unakula tu maharage, eti unaacha vyakula vingine, eti kwa sababu huko kwenye mkakati tunasema kwamba kufanya diet Eh, hiyo sio sahihi. Kwa hiyo unakula makundi yote, lakini unakula kwa kiasi kidogo, hususani lile kundi nilosema la wanga. Unakula kwa mwili nguvu, eh, eh, eh, lazima mwili <laughs> upate nguvu. Lakini kundi jingine, ndugu <laughs> mtangazaji, ambalo hili kundi mimi nalisema ni super Kaseka, eh, kwa mtu anayetaka kupunguza uzito, mm -hmm. Ni kundi, kundi like la mboga mboga mboga mm. Eh, kundi la mboga mboga. Sasa hizi mboga mboga ziko nyingi, kuna karoti mm. kuna kabeji, kuna mchicha eh, kuna bamia. Mboga maboga yako kwenye hili kundi kwa mm hiyo -hmm. Yule mtu anayetaka kupunguza uzito mboga mboga ili tunasema kiasi cha nishati au, au tunasema kilo calories hapo kwenye, kwenye, kwenye, kwenye maboga naomba nikurudishe nyuma ndio. boga ndio. ni yale majani au boga lile boga, sababu le, boga kwa macho, na kama, wanga, litunda <laughs> boga, kama wanga, kwenye majani, na mboga mboga. Sasa eh, umeuliza swali zuri <coughs> kabisa. Yani boga lenyewe eh, <coughs> lile li unaweza ukapata nishati lakini kwa kiasi kidogo. Kwa hiyo mtu anayetaka kupunguza uzito huwa tunashauri, yenyewe liko kwenye kundi la mboga mboga, ndio maana mboga mboga za kijani tunaita mboga mboga kwa sababu kwenye hili kundi kuna vitu vingine viko kwenye hili kundi mm, lakini havina rangi ya nini, ya kijani, ya kijani, karoti, karoti, ehe, mboga lenyewe na <laughs> vitu vingine vingi mm, tunakuta viko kwenye hili kundi. Kwa hili kundi, kwa yule anayetaka kupunguza uzito ni kundi mm, zuri sana. Ale mboga mboga za majani nyingi, ale kabeji nyingi, ale mchicha Ale bamia hata zile mboga poli, zile wenzangu wa pale mchunga, e, mchunga, wa pale wana mboga gani, ile inaitwa mnavu, hiyo fresh kabisa e, hiyo <gülme> ale hiyo. Kwa hiyo huyu anayetaka kupunguza uzito ale sana hili kundi la mboga mboga, lakini watu, nashauri hili kundi halihitajiki kupikwa kwa muda mrefu. Uhum. Tunasema muda wa kupika ili kundi la mboga mboga ni dakika tano mpaka kumi, lakini uhum, tunashauri kwamba aweke na mafuta kiasi kidogo, kwa sababu kuna vitamini nyingine ili zifanye kazi mwilini zinahitaji mafuta. Kwa hiyo mboga mboga tunashauri zipikwe kwa mafuta kiasi kidogo ili tupate matokeo tunayoyataka. Kuna baadhi ya mboga ambazo huwa watu wanakuwa wanakinzana nazo ikiwemo mboga aina ya cabbage, wakisema kwamba ni mboga ambayo haina faida yoyote katika mwili wa binadamu, huwezi kukompea na mchicha, huwezi kukompea, yani yenyewe ni kama mboga ya kujaza tumbo tu. Hii ikoje kwenye cabbage? Hapana, cabbage ina hmm, cabbage, cabbage vitamini mm -hmm. eh, na madini, unaona pamoja na mm hiyo -hmm. faida ya kujaza, tunasema lafeji au fiber, au nyuzinyuzi -nyuzi. Mm -hmm. ile ni faida kubwa sana kwa sababu ile inasaidia vile vile kuondoa kitu ndeta constipation kwamba, mm, mtu anaenda kupata haja, anapata haja kubwa kwa shida sana, mm. Kwa hiyo cabbage inasaidia hata hiyo, lakini cabbage ina vitamini na madini kwenye hiyo cabbage mm. Kwa mfano nafikiri vitamini B mm, ziko kwa wingi tu kwenye cabbage naona mm. Na vitamini nyingine nyingi tu ziko kwenye. Kwa hiyo watu waache hiyo dhana kufikiria kwamba cabbage haina vitamini yoyote. Kazi yake ni kujaza tumbo tu, hapana. hmm. Ndio maana watu wa diet wanaipenda, nika makabichi mengi mchemshie <laughs> tu <laughs> hiyo ni sahihi, kama nilivyosema. hmm. nishati yake ni kidogo kwa hiyo kweli matokeo ya kupungua, lakini atapata vile vile na vitamini na madini hmm, sio kwamba atapata hiyo faida tu ya hiyo kupata fibers au nyuzi nyuzi ambazo zinasaidia katika kufanya chakula kisagwe vizuri hmm, hata katika ule kutembea vizuri. Kwa hiyo hmm, mtu hata anakwenda kwenye haja yake anapata haja vizuri, ndugu mtangazaji. Okay, bila shaka mtaalamu, tumemaliza makundi yetu yote ya, mm. ya, ya, ya chakula bila shaka, tumemaliza. Na mafuta tulishagusia, tunasema mafuta yatumike kwa kiasi na mafuta mazuri ni ya alizeti. Nimeshapata mlo kamili yote kabisa kwa kubalance makundi hayo, na vipi kuhusiana na mazoezi? kwa uchoche sana kulingana na muda na umetukata. Asante sana, mazoezi kama nilivyosema, na yeye anachangia kama uh, asilimia ishirini. Sasa watu nashauri kwamba kwa siku mtu walau atumie dakika 30 ni nusu saa kwa ajili ya kufanya mazoezi. Sasa mazoezi sio lazima uende gym uko sijui, mpaka ukalipia mazoezi. Unaweza ukafanya hata nyumbani, ukatembea, ukafua nguo, ukafagia, kama na gari yako badala ya kupeleka sijui kwa kanani, ukaosha gari, yaani vitu mbalimbali mbali. Labda unaenda kwenye jengo la gorofa badala ya kutumia lifti mm, ukafanya nini, ukatembea kwa miguu. Yote hayo ni mazoezi kwa hiyo walau nusu saa kwa kwa mwili. Kwa kifupi, ni mwili ufanya activity, utoke jasho eh. Yes, ndio maana tunasema physical activity mm. Yaani, shughuli yoyote ile, ili mwili ufanye nini, utoke jasho. Sio umekula alafu mm. una relax hapo, itakuwa ni tatizo. Tena ndugu mtangazaji, okay, mimi nikushukuru sana kwa kuweza kutufafanulia, angalau tumepata ABCD za namna gani tunaweza kupungua. Una lolote na kusema kwa wanaokutazama wakati huu? Ya, cha kuwaambia e, watazamaji wetu na wasikilizaji kwamba hmm, wakitaka ushauri ambao ni sahihi kabisa wa jinsi ya kupungua uzito, wawatafute wataalamu wa afya na lishe. Hapo watapata ushauri mzuri kabisa na watapata ile matokeo wanayoyataka kuliko kutafuta habari kwa wataalamu ambao sio sahihi, sijui kwenye mtandao kunakuta mtu anatafuta, kumbe yule amejiwekea tu, sio mtaalamu sahihi. Kwa hiyo sisi wataalamu tupo, watutafute, tutawashauri vizuri kabisa na kiasi cha kula watapata matokeo wanayoyataka ndugu mtangazaji. Nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. <laughs> Na mimi nakutakia kazi njema ndugu mtangazaji. Asante sana. Asante. Kila la heri kwa majukumu yako. Asante. Kari Asante. Karibuni tena Mwananyamala. Asante. Na mtazamaji, tulikuwa na Wilbert, yeye ni mtaalamu wa masuala ya lishe na afya kwa ujumla. Ili ukae sawa lazima uhakikishe mpango wako mzima wa chakula umekaa sawa. Na leo tuko katika hospitali ya rufaa ya Mwananyamala na ni vyema kufuatilia taratibu na misingi ambayo imewekwa na wataalamu wenyewe, na sio kila mtu ni mwalimu au sio kila mtu ni mf, ni mwalimu au mtaalamu wa masuala haya ya afya. Hakikisha unapata mtu ambaye anafahamu, ujue ule nini kwa kiasi gani kwa wakati gani, badala ya kubeba tu dhana ambazo zimejengeka kwenye jamii eh, kwamba huyu anakushauri, hichi, anakushauri kile, inakuwa haijakaa vizuri sana kiafya. Afya yako ni mtaji wako. Chagua kuwa na afya na afya iliyokuwa bora. Unapataje hayo? Endelea kufuatilia vipindi vyetu vya uh, zahanati kila wiki hapa Tumaini Television. Utaweza kujifunza mengi na mengi, na mengi mengi zaidi, na maoni nayapata, nazidi kuyafanyia kazi, na ndiyo maana bado tunatembea na kile ambacho mtazamaji unapenda kukifahamu. Mimi naitwa Eve Antony Kazimoto, Woman of Grace, nilikuwa hapa kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri. Niseme asante na wakati mwingine tena, bye bye kwa sasa.